Hii gari ina tatizo ambalo imedumu nalo kwa zaidi ya mwaka mmoja. Niliwahi kuicheki wakati niko Sinza lakini sikubahatika kuona shida yote. Inawaka taa cheki injini na kwenye mashina ya diagnosis ina fault code ya P0171 system is too lean. Tulijaribu kucheki kama kuna leakage ya hewa lakini tukakuta hakuna leakage yote. Katika kufuatilia fuatilia tukawa tumeishia kwenye tenki na hapo tukawa tumefungua fuel pampu. Ajili kwa kwa ya kuangalia shida iko wapi. Kwa hiyo kwenye mambo mawili, haina pressure kubwa, tukatafuta pump complete nyingine na tulivyokuja kufunga, katika kutesti fuel trims zikawa chini kama zinavyoonekana hapo kwa maana ya kwamba hiyo shida ya system is too lean haiwezi ikarudi tena. Tukaingia barabarani kutesti, hapa ni daraja la Ubungo. Ilikuwa ukianza tu kupandisha kilima ukikanyagia sana inaleta hiyo ya check engine, lakini hapa gari ilikuwa iko poa kabisa. Tunakukaribisha gereji kwetu kwa ajili ya diagnosis na naripia matatizo mbalimbali ya mbali gari yako. Tupo Riverside, njia ya kwenda Ubungo Kibango.